kwa kusema Allahu akbar. Mtukuzeni Allah azza wa jalla kwa kuleta tahlil. Tahlil maana yake la ilaha illa llah, ni afdalu dhikri. Enyi ndugu zangu wa Islam, ndiyo dhikri iliyo bora, bali la ilaha illa Allah ukiwa utadumu nayo, ndiyo miftahu ljanna, ndio ufunguo wa kuingia katika janna. Yeye Allah ndiye ambaye kwamba la ilaha illa hu, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa, kwa haki